Sana sana limeniliza. God have mercy of na Simoni, vipi? Nilijua tu mkali nini? Na sasa niwambia sasa, ili alipandi ndege alipite na basi na pia chini kwa chini. Sasa. Mkali labda mkali live Ushachukuliwa kombe ndo kama hivyo. Acha wachukue. Ah, kadi, sana, kadi, ah, Siboni eh? Ah, sana, sana. Refa, refa, unaona alichofanya ni kizuri? Siboni. Nitakutana na wewe. Kwani analo wapi? Unakutana na wewe. analo wapi? Unajua unaniona kama matako, kama wizi yake ili alipiti juu, alipiti kwenye basi na pita chini